Wamarekani watatu waliorejeshwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo wiki hii wamefunguliwa mashtaka kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi ya serikali ya nchi hiyo, wizara ya sheria ya Marekani imetangaza Jumatano. Mmarekani wa nne anayedaiwa kuwa mtaalamu wa mabomu pia ameshtakiwa kwa kusaidia njama hiyo. Mashtaka hayo yanatokana na tuhuma zile zile zilizowapelekea watu hao watatu kuhukumiwa adhabu ya kifo huko DRC mwaka jana. Baadaye hukumu hizo zilibadilishwa kwa kifungo cha maisha jela kabla ya kuhamishiwa Marekani Jumanne, ikiwa ni sehemu ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Kongo na Marekani kuhusu makubaliano ya rasilimali kwa msaada wa kiusalama. Kwa mujibu wa malalamiko ya jinai yaliyofunguliwa na FBI, washukiwa wanatuhumiwa kwa kutoa silaha, mabomu na msaada mwingine wa jeshi la waasi lililokusudia kuipindua serikali ya Kinshasa. Miongoni mwa watuhumiwa hao ni Marcel Malanga mwenye umri wa miaka 22, mtoto wa mwanasiasa wa upinzani Christian Malanga aliyeongoza jaribio la mapinduzi la Mei mwaka 2024 lilolenga ikulu ya rais. Christian Malanga alijirekodi kwa moja kwa moja akiwa katika ikulu kabla ya kuwawa wakati wa kukamatwa. Nyaraka za mahakama zinasema Marcel alijitambulisha kama mkuu wa jeshi la Zaire na alikuwa na nafasi ya uongozi katika kikundi hicho kilichokusudia kuanzisha serikali mpya iitwayo Zaire Mpya chini ya baba yake kama rais. Wamarekani wengine waliorejeshwa ni Tyler Thompson Jr mwenye miaka 22, na, na Benjamin Zalman Pollan mwenye miaka 37. Wote wawili wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Brooklyn. Mshukiwa wa nne, Joseph Peter Moisa mwenye miaka 67, atafikishwa mahakamani Salt Lake City kwa kesi tofauti. Waendesha mashtaka wanasema Moisa alitoa mafunzo ya mabomu na silaha kutoka nyumbani kwake huko Utah. Mashtaka yanayowakabili ni pamoja na njama ya kutumia silaha za maangamizi, njama ya kulipua majengo ya serikali na njama ya kuua au kuteka nyara watu katika nchi ya kigeni. Iwapo watapatikana na hatia, wanaweza kuhukumiwa vifungo vya muda mrefu. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813.